Arusha ni jiji lililo kaskazini mwa Tanzania, liko kwenye mwinuko wa takriban mita elfu moja na mia nne juu ya usawa wa bahari, chini ya mlima Meru. Jiji hili lina historia ya kipekee inayochanganya makabila ya asili, ukoloni, siasa za Afrika na maendeleo ya kisasa. Asili ya jina Arusha inatokana na kabila dogo la Waarusha, tawi la Wamasai waliokuwa wakulima na wafugaji katika karne ya 19. Eneo hili lilikuwa njia ya biashara kati ya pwani na bara. Waarabu wa Kiswahili walivuka na kufanya biashara ya pembe za ndovu na watumwa. Mnamo mwaka 1896, Wajerumani walifika na kuanzisha kituo cha utawala. Walijenga barabara, makanisa na vituo vya kijeshi. Baada ya vita kuu ya kwanza, Waingereza walirithi utawala wa eneo hili. Arusha ikawa makao makuu ya kanda ya kaskazini na kituo kikuu kwa wakoloni wa Kiingereza waliokuwa wakilima kahawa na pareto. Mwaka 1961, Tanganyika ilipopata uhuru, Arusha ilibaki kuwa kini cha harakati za maendeleo. Mnamo 1967, Azimio la Arusha lilitangazwa hapa, sera ya kisiasa ya ujamaa na kujitegemea iliyoongoza Tanzania kwa miongo kadhaa. Leo Arusha ni jiji la kidiplomasia, makao ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, E at, Mahakama ya Afrika na taasisi nyingi za kimataifa. Ni kitovu cha utalii kikiunganisha hifadhi za Ngorongoro, Serengeti na mlima Kilimanjaro. Lakini je, unajua jinsi Arusha ilivyobadilika hadi kuwa jiji la kisasa linalovutia uwekezaji na vijana wa bunifu? Usikose sehemu ya mbili, maendeleo, changamoto na taswira ya leo ya jiji letu pendwa.